Muda mchache uliopita kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa klabu ya Yanga, klabu ya Yanga imetoa msimamo wake juu ya mechi ya dabi ya kari ya koa ambayo ilitarajiwa kuchezwa katika siku ya tarehe nane March Jumamosi, mechi ambayo iliahirishwa kutokana na sababu ambazo zilitajwa na bodi ya ligi. Young Africans kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram imeposti taarifa hii kwa umma na kusomea hapa, taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Muhandisi Hersi Said imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe nane Machi elfu mbili ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe saba Machi elfu mbili ishirini na tano saa nane mchana kwenye hoteli ya Spurs jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afsa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja Mkapa siku moja ya kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe saba Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja, wala timu mwenyeji ambayo ya ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo, tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutokupata nafasi ya kutokufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe nane March 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Munguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki wawaende uwanjani kwa sababu ya ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 March 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Munguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga: Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Mbili, kamati ya utendaji wa Yanga imekubaliana kuto kushiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Munguto na katibu wa kamati hiyo Armas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji ya African Sports Club tarehe tisa mwezi wa 3, 2025. Hiyo ndiyo taarifa ambayo Young Africans wameishare katika ukurasa rasmi wa Instagram wakisisitiza msimamo wao juu ya dabu ya Kariakoo ambayo ilitarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi Machi nane na haikufanikiwa kuchezwa. Huo ndio msimamo wa, wa Young Africans. Una mtazamo gani juu ya msimamo huu? Naomba uniambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino television, endelea kutu follow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.